Sina... naitwa Gaston Shundo Garubinde, ni mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu Chadema. Leo asubuhi mwenyekiti wa chama cha taifa, kama mnavyofahamu, jana alikamatwa Songea, kwa hiyo amesafirishwa usiku kucha, amefikishwa central police. Kwa tunapozungumza na ninyi, mwenyekiti ameshawasili hapa tangia saa nne asubuhi, na jeshi la polisi wanasema wanamtuhumu kwa makosa mawili. Kosa la kwanza ni kosa la uhaini, na kosa la pili ni kutoa taarifa za uongo. O, tunasubiri jeshi la polisi wakamilishe taarifa uh, taratibu zao kwa maana ya mchakato wao wa ndani, halafu watampeleka mahakamani. Sisi kama chama, nina wito tu wa aina mbili. Mosi, kwa mawakili wote wa chama nchi nzima, popote kule walipo, mwenyekiti yuko ndani na tuna changamoto hii, kwa hiyo tunawaomba mawakili wote kujitokeza Eh, tuwasiliane nao tufanye logistic kwa ajili ya kumtetea mheshimiwa mwenyekiti wa chama ambaye ana kesi hiyo ya uhaini kwa mjibu wa jeshi la polisi. Wito wa pili kwa wanachama wetu popote pale walipo, taarifa rasmi ni kwamba mwenyekiti yuko ndani, anashikiliwa na jeshi la polisi, na kwa kosa hilo wanalolisema jeshi la polisi la uhaini halina dhamana. Naomba wafahamu kwamba mwenyekiti wao yuko ndani, lakini ujumbe wa mwenyekiti kwa wananchi ni kwamba eh, madai na mchakato wa no reforms, no election unapaswa kuendelea huko. Na kila mtu afanye kile ambacho anaona kinawezekana kuhakikisha kwamba e, kauli mbiu yetu na slogan yetu ya no reform, no election inaendelea. Kwa hiyo kwa kifupi ni hayo, tunasubiri utaratibu utakapokamilika, tutawaita tena kwa ajili ya kuwapa update nyingine za kimahakama. Asante sana. Labda hali yake ipoje? Hali ya mwenyekiti kiafya ni nzuri inaridhisha, lakini kama mnavyofahamu kwamba mwenyekiti anakuwa anatumia dawa za mara kwa mara kutokana na madhara yaliyompata na kama mnavyofahamu alivyomkamata na kumleta ukamataji wa Tanzania ni ukamataji ambao haufati misingi ya kisheria. Kwa hiyo mwenyekiti ameletwa, lakini dawa zake zilibaki, na kwa bahati mbaya, wakati nimezungumza na dereva wake, ndio kwanza walikuwa wanaitafuta Ilinga. Kwa hiyo unaweza ukaona dawa ziko huko nyuma, hatuna namna. Kama tutazipata na tutafanya utaratibu wa kutafuta aina hizo za dawa zipatikane, tutampatia, lakini zikishindikana, eh, tutaona utaratibu mwingine wa kufanya hali yake ya afya inaridhisha kidogo, lakini siyo ile, kwa sababu mnajua mwenyekiti anatumia dawa mara kwa mara.